Kasha kwa kushambuliwa ee, mimi maoni yangu itakuwa tofauti na itakuwa kama wale wengine, kwa sababu Ruto mwenyewe, Ruto mwenyewe walikosana na Uhuru wakati walikuwa kwa uongozi, na Uhuru alipea Ruto nafasi ya kutembea kila mahali hii Kenya mzima, akaenda akajieleza kila mahali kila mahali kila mahali, kwa sababu Ruto akapata uongozi akakaa kwa kiti kwa hivyo eh, eh, mimi kitu ambacho ningaambia Ruto, hii Kenya ni Kenya. Kenya asipeleke Kenya kama Uganda, tafadhali tafadhali. E, Bwana President, nakuomba, na inakuwa ina jukumu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya polisi kuchunga mwananchi, sio kwenda kushambulia mwananchi. Eh, hii Kenya Ruto anataka kurudisha kama Uganda na ni kitu ya, ya, ya, ajabu sana. Gachagua anaenda mahali kama Mkenya, anaenda anakimbishwa kama mwizi. Hiyo lana ishindwe kabisa, Bwana Ruto. Hii Kenya, hata kama mtu ni mwendazimu namna gani, pole, ako katika Kenya, nchi yake ako na uhuru ya kwenda kila mahali, aenda aongee maneno yake kwao mwenyewe, uhuru e, e, alikuwa uchia nafasi kabisa, ulikuwa unatembea tu unatabia kila mahali unaenda, unafanya mkutano mkutano mkutano. Kwa nini wewe, mahali umekaa hapo sasa, mtu unaenda kushambulia mtu paka kwao? Ushindwa kabisa, hiyo sio kitu kizuri. Na kama hii Kenya mnataka kurudisha kama Uganda, tafadhali nakuomba bwana president, hii Kenya usirudishe iwe kama Uganda. Mimi narudia, hii Kenya sio kama Uganda kwa sababu kashakuwa ni mwana ni mkenya wa kawaida sasa wewe utaki mtu yaani, unataka ukae tu peke yako, utaki mtu akambei, unaa kuchamula mpaka mtu kapoka kanisani. Hiyo mimi nataka kuambia kwamba hata Wakenya wote Wakristo wote ambao wako katika Kenya hii inafaa, hata Ruta akienda ki, uh, kanisani akatazwe asiingie kanisani kwa sababu hajaokoka. Kama angelikuwa mtu mwenye ame, ameokoka hangefanya vitu ambao anafanya Sababu hizi nitu zote tuna ramu president. Kwa hivyo hiyo ni makosa makubwa kabisa. Wacha nimalizie na ODM. Eh, ODM, sisi tunajua kwamba ODM inaisha na imeisha, na ni, ni mbaya sana, ni kitu ya kuzunika sana. Afadhali ODM ingeisha kama, kama kuna president alisimama na hiyo chama akapita. Kwa hivyo hii hata sisi tunalia ni chama ambacho kilikuwa ni chama strong but sasa hakikuweka president pale. So hapo kwa giraundi sasa eh, kuna mtu kuna mkora ameingilia kwa hiyo chama na huyo mkora anataka kuharibu hiyo chama. Huyo mkora anaenda na injia, anataka kwenda kushika hiyo eh, eh, eh, chama yote. Lakini sasa Mungu ni nani? Kwa sababu kuna wale kuna, kuna watu pale ambao wanaona mbele na sisi nataka niwaambie, kwamba watu mashemeji, niwaambie kwamba sisi western tutaenda mahali msichana wetu uu, sisi hatuwezi fuata watu wengine ambao hatujui mahali. Familia ya Raila, itakuwa kama mnataka tuwe ODM, ndio sisi western tutakuwa pale. Kwa hiyo nikimalizia, nataka niwaambie Wakenya kwamba eh, mchukue kura kwa wingi 2027 ujitokeze kabisa tupige kura ndio tumuokoe, muokoe hii Kenya no kwa tutomkoraa